Balango, jana jana ajapostiwa nikaona meseji zake. <laughs> Leo nabidi tumposti Balango hivi. <laughs> Tayari. Teknolojia. Huyu <laughs> hapa ndo bonge mkubwa kuliko wote huyu. <laughs> Hapa ndo alimtoboa mwenzake mwanzoni kabisa. Mwone mmoja <laughs>